Winga hatari wa Barcelona Lamine Yamal e bana, yupo ukingoni kusaini mkataba mpya utakao e, mbakisha klabuni hapo mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na moja mwezi Juni e, utakuwa na motisha ongezeko la mshahara na bonus kuhusiana na nyota huyo ambaye anatarajiwa pengine anaweza akatwaa e, tuzo ya Ballon d'Or. E, mkataba huo pia una kipengele cha kuweza kuachiwa release clause e, kwa dola bilioni moja. So ni kwamba Yamal ni miongoni mwa wachezaji ambao wanawania tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2025 baada ya kuwa na msimu bora kabisa, lakini pia anachuana na wakali kama vile Ousmane Dembele kutoka PSG, lakini pia La, Lafinya eh, pia eh, kutoka Barcelona, Mohamed Salah kutoka Liverpool, Karim Mbappe kutoka Real Madrid, lakini pia Gianluigi Donnarumma kutoka PSG na Pedri kutoka Barcelona. Mapema mwezi huu rais wa klabu hiyo, Joan Laporta E bana amesema kwamba kinda huyo anahitaji kuchukuliwa uangalifu mkubwa sana na klabu hiyo, na kueleza kwamba mshahara wake wa nyota huyo unatakiwa kuendelea e, kuendana na kiwango chake na sio e, umri wake. Sasa asa hivi bana e, ni kwamba anaweza e, Lamine Yamal kuweza kusainiwa mkataba na klabu ya soka kutoka huko Uhispania e, ee, baada ya mambo ya klabu kukaa sawa, basi pengine mkataba huo unaweza ukampeleka mpaka Yamal Lamine e, kuweza kusaini mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na moja. E, bana amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, lakini pia e, umri na uwezo ambao anaoonesha vimekuwa ni vitu ambavyo kama vile vinakinzana, watu wakiamini kabisa e, kwamba kuna time mtu ukiwa na umri mdogo basi uwezi kufanya mambo makubwa, lakini Yamal Lamine yeye ameweza kuthibitisha kwamba ana uwezo mkubwa kuliko hata umri ambao yuko nao. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, ila usiache kusubscribe, kulike, kushare. Itakuwa ni poa zaidi ili sasa online digital chao chao.